Mwili wake Raila umehifadhiwa katika hospitali binafsi mjini Kochi chini ya ulinzi wa polisi huku maandalizi ya kidiplomasia na kifamilia ya kusafirisha mwili wake kurejeshwa Kenya yakiendelea. Licha ya juhudi za haraka za madaktari, alitangazwa kufariki dunia saa tisa asubuhi kwa saa za India kutokana na mshtuko wa moyo. Tangazo la kifo cha Odinga limeitumbukiza Kenya katika majonzi makubwa, huku salamu za rambirambi zikimiminika kutoka pande zote za kisiasa na jumuiya ya kimataifa. Akiwa anajulikana kwa jina la upendo Baba, lenye maana ya baba wa taifa. Alionekana kama moyo wa mapambano ya Kenya kwa ajili ya haki, vyama vingi na mageuzi ya kisiasa. Rais William Ruto aliongoza taifa kuomboleza akimtaja Odinga kwa mzalendo wa taifa ambaye ujasiri na kujitolea kwake viliunda njia ya Kenya kuelekea demokrasia na umoja. Viongozi kutoka barani Afrika akiwemo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Nana Akufo-Addo wa Ghana na Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo walimsifu Odinga kama mwanafalsafa wa Afrika aliyechochea kizazi cha viongozi wenye maono. Wa Kenya wanamkumbuka vipi Raila? Ni msiba mzito sana kwa Wakenya sote. Tumempoteza mtu ambaye alikuwa ni baba, maanake alikuwa anaitwa baba. Ni baba wa demokrasia, baba wa siasa, baba katika familia, baba serikalini, baba kila mahali. Raila anaweza kumkumbuka kwa njia nyingi sana kwa sababu alituletea demokrasia katika nchi yetu. Alikuwa anaipenda nchi yetu sana. Habari za kifo chake ziliposambaa, hisia kali za huzuni ziliripotiwa jijini Nairobi, Kisumu na Bondo ambako maelfu walifurika mitaani wakiwa na bendera, mishumaa na nyimbo za ukombozi kumkumbuka kiongozi huyo. Mitandao ya kijamii imefurika na ujumbe wa rambirambi kutoka ndani na nje ya nchi, watu wakikumbuka hotuba zake zenye moto, ucheshi wake na uzalendo usiokuwa na mipaka. Katika jangwa la siasa za Kenya, jina Raila Amolo Odinga limekuwa kama ngurumo ya radi kabla ya mvua, sauti iliyotikisa milima ya mamlaka na mabonde ukosefu wa haki. Raila hakuwa mwanasiasa wa kawaida, alikuwa mchecheto wa mapambano, kiongozi aliyezaliwa kwa upepo wa vuguvugu na mwana mapinduzi, aliandika jina lake kwa wino w uvumilivu. Philip Okiai ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. tamkumbuka Raila Odinga kama shujaa ambaye alipigania demokrasia na mabadiliko ya kikatiba katika nchi yetu ya Kenya. Raila Odinga alizaliwa Januari saba mwaka 1945. Alikuwa mwana wa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga. Alirithi si tu jina la familia lenye uzito wa kisiasa, bali pia moyo usiotetereka wa kupigania haki. Shisia Wasilwa, DW Nairobi.